Katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, wanawake hawa wameamua kuja kitofauti kwa kufanya shughuli mbalimbali kwenye jamii ikiwemo upandaji miti, lakini kubwa zaidi wakibeba ujumbe unaoendana na masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto na ifahamike tu ya kwamba mkoa wa Iringa serikali imekuwa ikitilia jicho la pekee kuhakikisha vitendo hivi vinakoma. Baadhi ya wanawake wamefika katika shule sekondari kwa vava kwa kutoa elimu ya masuala ya ukatili kwa wanafunzi, sanjari na upandaji miti kwa lengo hasa la kutunza mazingira, kwamba tukiendelea kukata miti tunaleta uharibifu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo waache kabisa kukata miti sana, tuitunze na nafikiri na wao hasali wanaiona kama wanavyoona hivi, mvua zinyeshi ni kwa sababu ya kukata miti ovyo. Kwa hiyo na naisii jamii na wote wanao nitazama kupitia hivi vyombo vya habari waache kabisa kukata miti, na watakao badilika kukata miti sheria zitachukuliwa. Sisi kama wanawake wa halmashauri ya manispaa ya Iringa tumejipanga kufikisha ujumbe au elimu kwa wananchi wetu, iwe wa kike au wa kiume, mzee msichana watoto mashuleni kwa kufanya makongamano kupinga ukatili dhidi ya wanawake, wasichana na watoto. Nimezungumza na afisa ustawi wa jamii manispaa ya Iringa kutaka kufahamu, je, vitendo hivi vimekuwa vikipungua ama vikiongezeka, na jitihada hizi ambazo wanazifanya, nini hasa matarajio yao kwa siku za usoni? Takwimu zinaonyesha wananchi wanaanza kupata uelewa, kwa hiyo vitendo hivi, hizi elimu tunazotoa zinasaidia. Kwa hiyo hivi vitendo sasa hivi vimeanza kupungua na vimeanza kuna wananchi wamekuwa wako tayari kuviripoti eh, kuliko siku za nyuma. Kwa hiyo tutapeana mikakati ni jinsi gani tuweze kuvitokomeza hivi vitendo vya ukatili. Wanawake katika manispaa ya Iringa, licha ya kupanda miti katika shule hii pamoja na kutoa elimu ya masuala ya ukatili, wameahidi kuendelea kupita kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo vijue vya bodaboda, bajaji na daladala kwa lengo la kuhakikisha wanafikisha ujumbe wao mahususi wa kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia hapa mkoani Iringa. Muhammad Nyaulingo Azam News, Iringa.